Yesa, wasikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, leo tuna kitu kipya kabisa. Hiki ni short story ambayo inamhusu dada Rebi kutoka mkoani Iringa. Leo yuko katika studio zetu kabisa, akitopa kisa na mkasa kilichowahi kumtokea. Kisa kinakwenda kwa jina la Wino wa Damu, mwandishi akiwa ni Jani Davis ambaye amemsachi Rebi mpaka kumpata na kisha kuandika kisa hiki nam. Hiki kitakuwa hakina season, ni cha kuisha moja kwa moja. Kwa hiyo voice of money, sound of money, sauti ya mamlaka, nikiingiza vitu vyangu, naomba usichoke, nitakupa kitu ambacho kitakwenda kukosha mioyo yako. Asante na songa nayo mwandishi na msimuliaji wanasema. Habari mwandishi, natumai u mzima na unaendelea na majukumu yako. Ni muda mrefu kidogo nilikutafuta, lakini nilikuwa nashindwa namna gani naweza kueleza mkasa huu ulionitokea miaka mingi nyuma. Nashukuru sana kwa leo kunipa nafasi na niko tayari kusimulia kwa ridhaa yangu mwenyewe. Kwa jina naitwa Rebi, nilizaliwa miaka 47 iliyopita huko mkoani Iringa. Nilibahatika kuzaliwa katika familia yenye uwezo kiuchumi na maarufu huko Iringa. Katika familia yetu tulizaliwa watoto watatu wa kike wawili na wa kiume mmoja, lakini yule mdogo wetu wa kiume alifariki angali akiwa na umri wa miaka minne tu, hivyo tulibaki watoto wawili wa kike pekee. Kiumri mimi nilikuwa mkubwa kidogo kwa mdogo wangu na nilimpita kwa miaka kumi, hivyo Sikubahatika kabisa kucheza pamoja na yeye kipindi nilipokuwa mdogo. <coughs> Mdogo wangu alikuwa mrembo sana na aliwahi kuolewa kabla yangu. Akiwa na umri wa miaka kumi na tisa tu, alichumbiwa na kuolewa. Harusi yake ilifana kweli kweli. Watu wengi sana walihudhuria. Walikula, wakanywa na kusaza. Wakipiga vigelegele, wakicheza na kuimba nyimbo kwa furaha. Sherehe ilipoisha, mdogo wangu aliondoka kwenda kuanza maisha mapya na mume wake. Japokuwa ilikuwa ni jambo la kheri, lakini nilihuzunika na kuhisi upweke. Siku zote mdogo wangu alikuwa rafiki kwangu, rafiki mzuri sana. Nilizungumza naye mambo mengi kuliko hata mama yangu. Upande wa wazazi wangu walikuwa tofauti, walifurahia sana na kujipongeza mdogo wangu kuolewa. Hawakuacha kunisema vibaya mimi, ambaye nimebaki nyumbani na sijawaletea mkwe wala mjukuu. Basi mwandishi na msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, siku zilizidi kuyoyoma bila uwepo wa mdogo wangu nyumbani, na tayari nilianza kuuzoea upweke. Sikuwa na rafiki wa kuzungumza naye. Mama yangu kila nilipojaribu kuwa karibu naye hakuacha kulalamika kuhusu ndoa kila siku mada ilikuwa ni ile ile kuolewa kuolewa. Hali ile kiukweli ilinifanya niwe na kaa mbali naye. Kila nilipomuona sebuleni, niliingia chumbani ili tu kumkwepa. Miaka miwili ilipita tangu mdogo wangu aolewe. Mume wake alipiga simu kutoka mjini na kutueleza mkewe ni mgonjwa sana. Kwa kuwa yeye ni mtu wa kusafiri sana, ilibidi mdogo wangu arudi kuuguzwa nyumbani. Nilifurahi kwamba nakuja kumwona tena mdogo wangu, japo tuliambiwa hali yake ilikuwa mbaya sana. Ugonjwa ulimtafuna na kumdhoofisha sana, akawa taabani kitandani. Mumewe alituambia atamleta siku inayofuata. Siku hiyo ndefu kwetu, tulihesabu masaa. Muda wote nilikuwa nikichungulia mlangoni na kusikiliza kama wamefika hadi usiku unaingia, mdogo wangu na mumeo hawakuwa wamewasili. Nikiwa pale mlangoni katika mawazo, nilisikia sauti ya mtu akigonga. Nilipiga kelele na kuwaita wazazi wangu, lakini baada ya kufungua mlango hakukuwa na mtu. Tulikaa pale kusubiri kwa dakika kadhaa, mara tu tukasikia kelele tena, sauti ya mtu analia kwa mbali, lakini bado hatukuona chochote. Tulitoka nje ya geti kubwa tukingoja kumpokea mdogo wangu, lakini hapakuwa na mtu yaani palikuwa peupe, wala hakuna mtu aliyekuja. Nilimtazama baba na yeye akanitazama, tukaguna. Hatukuelewa nini kinaendelea. Mbona nilisikia sauti au ni masikio yangu tu? Baba alisema, hakika nilisikia pia baba lakini sasa wako wapi? Niliuliza, na kisha tuliondoka na kurudi ndani ya nyumba bila kusema neno lolote. Hofu ilituvaa ghafla. Siku iliyofuata asubuhi sana, mwanamke mmoja, mama wa makamu, alifika na kutupa taarifa kwamba mdogo wangu amefariki wa siku aliyopanga kuja, hali ilibadilika, akazidiwa sana na kupoteza maisha. alijisikia wakati huo tunapewa taarifa, wote tulikuwa nje ya nyumba tukumsubiri, usiku wote hatukulala. Familia ilizongwa na huzuni, haikuwa rahisi kuamini. Basi tuliomboleza, msiba ukaisha, lakini bado kumbukumbu ya mdogo wangu haikuondoka kichwani. Mara kwa mara nilipolala nilimwona kwenye ndoto. Jambo lililoniumiza zaidi ni mumewe kuoa mwanamke mwingine muda mfupi tu tangu mdogo wangu afariki. Niliwaza kichwani, ni kama vile mwanaume yule alisubiri kifo cha mkewe kwa hamu ili tu awe mke mwingine. Sasa nilibaki mtoto wa pekee katika familia yetu. Kidogo nilianza kuonekana, wanaume walianza kuja nyumbani, walitaka kunichumbia. Moyo wangu haukuwa tayari, sikuwa na hisia hivyo, sikumpenda yeyote kati ya wanaume hao. Moyoni nilishakata tamaa na nilifikiri umri wangu umeenda sana. Niliyo, nilijiona kama bibi, ni vipi nikubali kuolewa? Mama yangu alitambua hali yangu ya kukata tamaa, hivyo alijitahidi kunipa zawadi nzuri nzuri. Nilipenda zawadi, niliona mama yangu ananipenda. Nilianza kuishi kwa furaha huku nikisahau kabisa kuhusu msiba wa mdogo wangu. Wakati mimi nikiwa na furaha, hali ilikuwa tofauti kwa mama yangu. Hakuwa mwenye furaha kabisa. Nilifahamu fika hakuna sababu nyingine inayomfanya kuwa vile zaidi yangu. Alitaka nichumbiwe, niolewe, naliona kwake ingekuwa sifa njema mwanaye kupata mume haraka. Siku moja usiku, kabla sijalala, mama aliingia chumbani kwangu kwa, kwa kumtizama tu nilitambua ana jambo zito la kuzungumza nami. Nilinyanyuka nikakaa kitako kitandani tayari kwa kumsikiliza. Mama yangu alinieleza kuna habari njema, kuna mtu ametuma barua ya kunichumbia mchana wa siku hiyo, lakini nilishtuka sana na kupoteza furaha pindi tu aliponitajia jina la mchumba huyo ni jina la mzee maarufu kwa sura mbaya, anaishi pembeni mwa msitu nje ya mji. Mbali na sura yake mbaya, niliwaza zaidi kuhusu umri wake, ni sawa na babu yangu kabisa. Hivi mama, unanionyaje? Mimi yaani nikaolewa na mwanaume mwenye sura ya kutisha, tena mzee namna ile? Nilijiwazia moyoni. Ni kama mama yangu aliyesoma mawazo yake yale, kwani alianza kuniambia Mwanangu, usijali kuhusu sura. Mwanaume lazima mbaya, kubali akoe. Kwanza anatoka katika ukoo wa kitajiri sana, tizama, anamiliki mali nyingi, anakupenda wewe. Jiulize kacha wanawake wangapi wazuri. Wewe ni mwanamke mwenye bahati sana, fikiria hilo mwanangu. Mama yangu alizidi kuniambia maneno mengi, kunisihi nikubali kuolewa hadi anatoka chumbani. Tayari ni usiku wa manane. Nililala huku nikiwaza jambo lile, kuolewa na mwanaume mzee. Pamoja na kuwa ni tajiri, moyo wangu haukuridhia kabisa. Maneno ya mama yalizidi kujirudia kichwani mwangu. Nilijigeuza geuza kitandani hadi kuna kucha, nilikuwa macho. Asubuhi mama aliniuliza kuhusu jibu, ilikuwa nimekubali au la. Nikamjibu hapana mama, siwezi kuolewa na mtu ambaye sijampenda. Mama yangu alichukia sana, akanambia ni lazima nikubali na kama sitaki atanipa laana na nita, nikatafute mama yangu. Niliogopa sana kauli ile, hivyo sikupenda jambo lile litokee, nikaridhiwa kuolewa. Mama alifurahi akapiga vigelegele na kwenda kumjulisha baba. Harusi ya kifahari ikaandaliwa nyumbani. Mimi na Mzee Almasi tukafunga ndoa. Siku mbili baada ya harusi tuliaga familia yangu na kuondoka kwenda Fungate hotelini. Siku saba baadaye tulifika nje ya mji kwenye makazi ya Mzee Almasi. Kulikuwa na nyumba nzuri ya mume wangu ikiwa karibu na mto na kulikuwa na miti mingi na maua ya bustani bustanini. Ndege waliimba kwenye miti na upepo mwanana ulivuma. Nilisimama nikaitazama nyumba ile kubwa kwa ukaribu hadi niliporidhika niliondoka nikiwa na furaha sana kwa hakika nyumba ilikuwa ni nzuri mno Mzee Almasi aliniongoza hadi ndani huku akanitambulisha kwa mfanyakazi wake huku akimsifu kuwa anajua kila kitu kuhusu nyumba nilimtazama vizuri yule mfanyakazi ambaye alikuwa ni mwanamke mzee macho yake yalikuwa na kidoa cha bluu na tabasamu lisilo la kawaida nilipa mkono lakini ghafla niliutoa na kubaki nikimtizama mkono wake ulikuwa wa moto sana. Mzee Almasi baada ya kuona na mtizama sana mfanya kazi, ondo, okay? mfanya yule mfanyakazi alimruhusu aondoke. Mfanyakazi yule alielekea jikoni na kutuacha sebuleni. Baada ya mapumziko kidogo mume wangu alimtembeza akinionyesha pande zote za nyumba. Kulikuwa na uzio mkubwa kuzunguka nyumba ile, huko miti na mashamba yalikuwa huma huma, huma. Ghafla nilihisi kuyapenda mazingira yale, nikampenda mume wangu na kumshukuru mama kunihimiza nikubali kuolewa. Nilisahau kabisa kituko nilichokiona kwa mfanyakazi muda mfupi uliopita. Msikilizaji, tulianza maisha kama mume na mke. Mzee Almasi alinambia aliwahi kuwa na mke lakini alifariki. Nilimfariji na maisha yakaendelea. Pembeni mwa nyumba ya mume wangu kulikuwa na nyumba nyingine chache nyumba zile zilikuwa mbalimbali mbali, hivyo pilika pilika za watu hazikuwa nyingi. Niliishi mule ndani kama malkia, sikuwa nafanya kazi yoyote zaidi ya kula na kulala. Nilinawiri na kupendeza, lakini hali ile ya kukaa ndani tu kiukweli nilichosha sana. Mume wangu hakuwa mtu wa kukaa nyumbani, mara kwa mara kutoka kuelekea msituni ambako husema ni kwenye shughuli za uwindaji. Vilevile, huwa wafanyakazi wa humu walikuwa wakimya na hawakuniongelesha chochote zaidi ya kuwa bizi na shughuli zao. Nilitamani kupata mtu wa kuongea naye. Siku hiyo nilitoka nje ya uzio nikakaa getini. Watu wachache walikuwa wakipita, niliwasalimia lakini hawakuitikia. Nilishangaa zaidi, kwani watu wale walinitizama kwa macho ya mshangao, huku wakionyesha wazi kuniogopa. Sikujali sana nilirudi ndani, nikajitizama, nikajitizama lakini sikuona tofauti yoyote mwilini mwangu. Nilimwita mfanyakazi mmoja, nikamuuliza anaona nini cha tofauti mwilini mwangu, akajibu hakuna kitu. Basi nikaachana naye, nikaachana pia na yale mawazo. Nikaelekea upande wa pili wa nyumba. Pembeni kidogo kulikuwa na nyumba nyingine kama banda la mifugo. Nilitaka kutizama ni mifugo gani. Nikasogea hadi mlangoni, nikasukuma mlango. Kwa mbali kwenye kona niliona kisu, huku pembeni kukiwa na ndoo kubwa iliyofunikwa. Nilifunua na kutizama, kimiminiko chenye rangi nyekundu kilijaa kwenye ile ndoo. Gafla jamani, gafla, ah, gafla nilihisi kitu chenye manyoya kikinitembelea shingoni. Nilipogeuka hakukuwa na mtu ha, lakini nikasikia sauti ikisema, bado siku tisa, bado siku tisa. Niliangaza huku na kule, lakini sikuona uwepo wa mtu. Nilipotupa macho chini, niliona alama za nyayo zenye damu. Kwa uoga, nilikimbilia hadi ndani, huku nikihema juu juu. Mfanyakazi mmoja alinifuata hadi chumbani akaniuliza, kulikoni? Nikamjibu, nimesikia sauti ya mtu lakini sijamwona, ah. Basi yule mfanyakazi akanituliza na kuniambia sitakiwi kwenda kwenye lile banda. Nikajaribu kumdadisi lakini hakusema chochote, jambo lilonikasirisha sana. Nikaanza kumtukana sana, lakini hata hakujali, ni kama hakunisikia hivi nilijilaza kitandani, usingizi ukanipitia. Nikiwa kwenye minjozi, nikamwona mtu mwenye sura ya kutisha. Mtu yule alikuwa kasimama mbele yangu, mkononi ana kisu, huku akisema bado siku tisa mama. Nilipiga kelele, nikastuka usingizini, jasho jingi likinitoka. Nilitizama sakafuni, kulikuwa na alama za nyeo zenye damu kama nilivyoona kule kwenye banda, nilifikisha macho yangu kuhakikisha ninachokiona. Mara nilimwona mume wangu kasimama pale pale alipokuwa yule zombi. Jamani eh, jamani wasikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, ninasimulia hii simulizi lakini inanitisha. Maana nasimulia, unajua, nasimulia usiku wa manane. Ndio ninakuwa nimetulia sasa inakama inanitisha mpaka mimi msimuliaji, lakini msijali, mimi sauti ya mamlaka. Sauti hii ya mamlaka itatisha vyote ambavyo vitakuwa vikinikaribia na msonga nayo. Mume wangu alijaribu kunishika, lakini nilipiga kelele. Alijitahidi kunituliza, nikatulia. Mume wangu aliniuliza kwa nini nimeingia kwenye banda. Nikaruka futi mia, sijaingia huku, akiwa amechukia akanionya tena nisijaribu kuingia mule na, kwani ni banda maalum la kuhifadhia wanyama wanyama mwitu. Siku iliyofuata asubuhi, nilipoamka tu nilishtuka mlangoni, kuliandikwa maneno bado siku nane. Ah! maandishi yalikuwa ni makubwa, halafu nyekundu. Nilinyanyuka kitandani ili nitoke nje, lakini kutizama sakafuni Kulionekana alama za nyayo za damu zikitoka nje. Nilipiga kelele, mfanyakazi akaja, chalemu maandishi yalifutika na nyayo zikuonekana. Alinishika na kunitoa sebuleni. Nilikaa pale nikiwa sijielewi hadi usingizi ukanipitia. Nilikuja kushtuka jioni mfanyakazi akiniamsha kula chakula. Nilikula kidogo tu nikaingia chumbani kulala. Usiku wote nilikuwa macho tu. Nilimwona mume wangu akiingia chumbani kulala, sikutaka kumsemesha, nilikuwa nimetingwa na dimbu kubwa sana na zito la mawazo. Siku iliyofuata niliamka salama nikasalimiana na mume wangu, kisha pamoja tukaingia bafuni. Baada ya kuoga, nilisogea kwenye kioo kujitizama, lakini ghafla, maandishi mekundu tena kwa mara nyingine ya kisomeka bado siku saba ah! Msikilizaji, niligeuka kumwita mume wangu, lakini sikumwona zaidi ya nyewe zenye damu zikitoka bafuni. Kilio kikanitoka na mume wangu akaingia. Nilistaajabu, mtu niliyekuwa naoga naye dakika tu awe kavaa nguo. Mume wangu akanitoa bafuni hadi chumbani, huku akichukia sana kwa, ma, kwa, ma, kwa namna nilivyobadilika na Siku hiyo tulitoka na kwenda kutembea tembea mjini, angalau tu ni sahau. Tukiwa kwenye mgahawa tukila chakula, mhudumu mmoja alikuwa akinitizama sana. Nilidhani huenda ananitamani kuolewa, anatamani ananitamani kuolewa na mwanaume tajiri ama mzee mwenye sura mbaya. Alianza kunikera pindi alipozidi kujipitisha pitisha karibu yetu. Muda fulani nilihisi kubanwa haja ndogo, hivyo nilielekea msalani. Nikiwa natoka, ghafla yule mhudumu alinivuta kwa nguvu pembeni, jambo lilonikera sana, nikajikuta nikimnasa kibao kikali shavuni. Uh... samahani dada, japo umenipiga naomba nisikilize. Huyo mbabu wako sio mtu mzuri kabisa, jitahidi uondoke haraka sana. Utauawa, kila mwanamke anayemwoa anamuua na kukinga damu yake. Nyumba yake ina mauza mauza sana, ukiingia huwezi kutoroka. Ili uweze, ni lazima ukojoe getini. Mzee hafai sana. Kama huamini, ikifika saa sita usiku, zunguka uchungulie nyuma. Aliongea yule mhudumu maneno mengi mfululizo, kisha akaondoka. Nilirudi kutiketi huku nikiwa na mawazo, atakuwa kajuaje au ni wivu tu? Lakini nilipounganisha matukio nikaona ni ukweli ndani yake. Basi jioni tulirudi nyumbani salama, nikiwa nasubiri saa sita usiku ifike haraka nikashuhudie kwa macho yangu. Hatimaye tulilala, mimi sikulala usingizi kama mume wangu ambaye alilala fofofo nilihesabu masaa hadi saa sita. Nilimtizama mume wangu hajitambui. Nikanyanyuka tarat, nikanyanyuka taratibu nikatoka hadi store nikafungua dirisha na kuchungulia nje. Kwa mbali nilimwona mume wangu na watu wengine wakinywa kimiminiko, nadhani ni damu na nyama. Wote walikuwa watupu, huku nyuma wakiwa na mkia, watoto vijana na wazee. Hmm, niliogopa sana Nikitetemeka nikarudi hadi chumbani. Mwili wa mume wangu ulikuwa umelala vile vile, niliogopa hata kumgusa. Wakati huo huo, kelele za vicheko vya ajabu vya watu wale vilisikika vyema masikioni mwangu. Usiku wote nilikuwa naomba pakuchi tu niondoke zangu. Alfajiri tu nilimwona mume wangu akiamka, wa akajiandaa na kuondoka, nami ikawa nafasi yangu ya kuondoka. Nilichukua nguo zangu tu nikatoka. Nilimpita mfanyakazi bila kumsemesha, nikaongoza hadi getini. Nilipofika nikakumbuka maelekezo ya yule mhudumu, nikakojoa na kuondoka zangu. Nilisafiri hadi nyumbani, nilipofika hoi nilikuwa ninaumwa tumbo. Mama yangu alikuwa akihaha huku kule. Hospitali wa wakasema nina ujauzito, umetungwa vibaya, hivyo kuna uwezekano mkubwa waka, wakatupoteza waka wote Nilikataa kabisa kufanya operation, nikaomba kuitiwa watu wa dua. Nilisomeshwa dua siku nzima. Usiku ule tumbo likatulia nikalala. Asubuhi kuamka, ujauzito ule umetoka, nikasafishwa hospitalini. Niliwaeleza wazazi wangu yote yaliyotokea, walibaki wakinipa pole na kuniomba samahani. Yule mzee hakunifata nyumbani wala kuniulizia, nilishukuru kwa hilo. Miaka mitatu mbele nilipata mchumba mwingine nikasahau yote, nikaolewa. Lakini hadi leo ni miaka saba ndoani, sijaweza kupata sijaweza kupata nashukuru mume wangu ni mcha Mungu na mwelewa, hivyo tunaishi kwa amani. Nikiwa na maana kwamba ni miaka saba mpaka sasa sijafanikiwa kupata mtoto, ila tu ninachomshukuru Mungu ndio hicho kwamba mume wangu ni mtu ambaye ana uelewa wa hali ya juu sana. Na, yani nilinusurika msikilizaji kutoka katika mdomo wa mamba n yani, ah, sintosahau kiukweli. Yani hii sintosahau kabisa, sintosahau katika maisha yangu. Funzo tafadhali wasikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi na wale ambao bado hamja subscribe, kupitia kisa hiki nimejifunza kufanya maamuzi katika hali ya utulivu sana, lakini pia kama kuna wazazi au kuna watu wazima humu ambao mnasikiliza simulizi hii, tafadhali sana sana sana ninawaomba msitumie fursa au kigezo cha uzazi kuweza kumlazimisha mtoto kufanya kile ambacho nyewe mnaona ni sahihi. Unapomlazimisha ujue, unampeleka katika njia isiyo sahihi, au pia inaweza ikawa sahihi, lakini asilimia kubwa nafsi ya mtoto ikishakataa inakuwa inajua kitu kibaya kipo mbele. Ni hivyo tu. Nawapenda sana wasikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi. Mimi nimemtafuta dada Jeni ili aweze kuwafikishia kisa hiki, lakini pia namshukuru msimuliaji wa Ulimbo wa Simulizi kwa kuweza kuingiza voko na sauti ya mamlaka ambao inawaburudisha kila siku katika Ulimbo huu wa Simulizi. Asanteni, mimi nawatakia siku njema, lakini pia msimuliaji, asante sana, na nitachukua namba zako za simu kwa sababu umejua kueleza vizuri sana, nitaweza kuku pronounce na kukutangaza ili uweze kuwa mtu mkubwa, kwa sababu sauti yako hiyo ni sauti ambayo inashika watu kisawasawa. Naam, msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, mimi ni Kaaniban Ahmed ambaye nimetoka kukuingizia voko na sauti ya mamlaka katika simulizi hii inayoitwa Wino We wa Damu ikiwa imeandikwa na Jane Davis na wino wa damu umetokana vipi? Ili kuelewa wino wa damu umetokana vipi, sikiliza hata mara saba simulizi hii ili uweze kuelewa nini kimejiri na nini ujifunze katika maisha. Mimi ni Kaniban Ahmad, mwandishi akiwa ni Jane Davis. Asante na chao.